Mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku, ikiwa ni juma la tano la Kwaresma. Leo ni siku ya Ijumaa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 20 aya ya 10 hadi ya 13, na somo la injili natoka katika injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya kumi aya ya 31 hadi ya arobaini na mbili. Karibu tusikilize injili. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Wayahudi waliokota mawe ili wampige Yesu. Yesu akawajibu, Kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba, kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? Wayahudi wakamjibu kwa, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe u Mungu. Yesu akawajibu, Je, haikuandikwa katika torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndenye miungu ikiwa aliwaita miungu wale waliojeliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia, unakufuru, kwa sababu unalisema mimi ni Mwana wa Mungu? Kama sizitendi kazi za Baba yangu, msiniamini; lakini nikitenda ijapokuwa hamniamini mimi, ziaminini zile kazi, mpate kujua na kufahamu ya kuwa Baba yu ndani yangu, nami ni ndani ya Baba. Wakatafuta tena kumkamata, lakini akatoka mikononi mwao, akaenda zake tena ng'ambo ya Yordani mpaka mahali pale alipokuwapo Yohane akibatiza hapo kwanza akakaa huko, na watu wengi wakamwendea, wakasema "Yohane kweli hakufanya ishara yoyote, lakini yote aliyosema Yohane katika habari zake huyu yalikuwa kweli. Nao wengi wakamwamini huko. Neno la Bwana. Sifa kwako e eh, Kristo. Wapendwa katika Kristo, moja kati ya maneno ya tafakari ya mtakatifu Tomasi wa kwenu yeye yeah, anasema kwamba mambo tunayoyapenda yanatuelezea jinsi tulivyo. Ni katika mwendelezo wa masimulizi ya mwinjili Yohane kuhusu majibizano kati ya Yesu na Wayahudi. Hapa Wayahudi wanataka kumpiga kwa mawe kwa kuwa wanamshtaki Yesu kwamba anakufuru pale anaposema kwamba yeye ni mwana wa Mungu na wakati mwingine anajilinganisha na Mungu Baba na hivi wanaona kwamba anavunja sheria iliyopo katika Torati yao ambayo inasema, na yeye atakaye likufuru jina la Bwana hakika atauawa. Mkutano wote watamua kwa kumpiga kwa mawe, kama ni mgeni, kama ni mzalia, hapo atakapo likufuru jina la Bwana atauawa. Tunasoma katika kitabu cha mambo ya Warawi, Sura ya 24, aya ya 16. Jebu analo hapa Yesu baada ya hapo linarudi katika maandiko matakatifu pia. Je, haikuandikwa katika Torati yenu kwamba mimi nimesema ndenye miungu nasoma katika Zaburi ya 82 aya ya 6. Wapendwa katika Kristo, upinzani wa Yesu na Wayahudi na hasa wakuu wa makuhani na waandishi walitokana na ukweli kwamba katika wakati wa Yesu viongozi wa nchi waliitwa wana wa Mungu au wapako mafuta wa Bwana na hivi Yesu kwa kujiita mwana wa Mungu alitengeneza maadui ambao walifikiri anataka kuwabindua na wala sio kukufuru kama walivyosema. Katika mazingira hayo, walitarajia kwamba Yesu angekuwa na nguvu kubwa ya kisiasa na hata maisha yake namna alivyoishi iliwashangaza. Ndiyo sababu kwao waliona kwamba kwa Yesu kujiita mwana wa Mungu ni kuleta utani mbele ya Mwenyezi Mungu. Katika mafundisho yake, mwinjili Yohane anasisitiza zaidi umungu wa Kristo kuliko ubinadamu wake, na hivi mwinjili anatuonesha kwamba Yesu hajielezi kwamba yeye ni Mungu kwa maneno zaidi, bali kwa kazi anazozifanya Takatifu Thomas wa Aquino, kama nilivyokwisha kutangulia, anasema kwamba mambo tunayoyapenda na kuyafanya yanatueleza jinsi tulivyo. Kazi na ishara alizozifanya Yesu zilitosha kumwelezea kwamba yeye ni Mungu, lakini pamoja na kazi hizo, Wayahudi hawaoni uwepo wa Mungu kati yao na wanataka kumuua. Katika hili tutafakari, ni mara ngapi hatuone nafasi ya Mungu katika maisha yetu? Katika maisha yetu Mungu anajifunua kwetu kila siku kupitia kazi zake. Tunapokea zawadi ya maisha bure na tunapotenda dhambi bado anaendelea kutusamehe dhambi zetu. Je, ni kwa namna gani tunatambua thamani hiyo? Katika maisha ya watu wengine pia ni mara ngapi tunashusha thamani yao kwa kuwadhalilisha, kwa kuwasema vibaya, kwa kuwakandamiza na kuwanyima haki zao za msingi. Lakini pia hata kuwasengezea maneno ya uongo. Ikiwa Kristo alitambulika kwa kazi alizozitenda, je, sisi kwa nafasi yetu kama Wakristo tunatambulika kwa lipi? Wapendwa katika Kristo, haya yote na mengine mengi hayatofautiani na tendo la Wayahudi kutaka kumpiga kwa mawe Yesu. Kwa sababu mafundisho ya kanisa yanasisitiza umuhimu wa kumheshimu kila mtu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa mungu rejea katika katekisimu ya kanisa katoliki namba mia tatu sitini na mbili heshima hii anapewa mwanadamu na hivi mungu anafanya kazi kwa kila mmoja hata kama haonekani kuwa na thamani katika jamii ndiyo sababu mtakatifu francisco wa asizi anasema kama mungu anafanya kazi ndani yangu anaweza kufanya kazi ndani ya mtu yeyote. Tumheshimu kila mmoja wetu hata kama nafasi yake katika jamii ni ndogo. Wapendwa katika Kristo, tunapoelekea wiki kuu ambapo tunaadhimisha mateso na kifo cha bwana wetu Yesu Kristo, kanisa limetuwekea masomo ambayo hasa yanalenga kutuonesha namna ambayo wanadamu tunatengeneza mazingira ya kuwahukumu watu wengine na kuwasingizia uongo. Tunakumbuka katika siku ya Jumatatu wiki hili tuliona wale wazee wawili katika kitabu cha nabii Danieli walivyotaka kutengeneza hukumu ya uongo juu ya Susana. Leo tena tunaona mashtaka ambayo Yesu anapewa kimsingi yametafutwa ili kulinda maslahi binafsi ya viongozi wa Kiyahudi. Wapendwa katika Kristo, katika wakati wa sasa tupo miongoni mwetu tunaofurahia mateso ya watu wengine. Sasa hivi Mtu anayetenda haki na kusema ukweli, huyo atakuwa ni adui ya watu wengi. Matokeo yake hakuna usawa, hakuna haki tena. Pamoja na kwamba tupo Wakristo miongoni mwetu katika hizi jamii zetu, bado hatuwezi kuwaaminisha watu kwamba kazi zinazotenda ni kazi za Mungu kwa sababu tumechagua kufuata mambo yetu wenyewe, siyo kama Mungu anavyotaka. Tumechagua kuwa wanyonyaji kwa sababu tunalinda maslahi yetu. Tumechagua kuwa tusiyo jali. Tumechagua kutafuta heshima ili kuangusha watu wengine. Tumechagua kuwa miungu watu, na hakuna tofauti kati ya Mkristo na asiye Mkristo kwa sababu wote tupo katika uovu ule ule. Mambo haya kwa ujumla wake yanaharibu sura na taswira ya Ukristo. Wapendwa katika Kristo, pamoja na Wayahudi kutaka kumuua Yesu, ila haondoki mpaka pale anapojibu mashtaka yao ili nitufundishe ujasiri pale tunapokutana na changamoto na magumu mbalimbali mbali, na hasa pale inapobidi kuulinda na kutetea ukweli. Tafakari kuhusu mateso ya Kristo itusaidie kushinda hofu ya kuogopa kusimamia na kutokutenda kutenda mema kwa sababu ya kuofia usalama wetu. Ninakushukulu kwa kutafakari pamoja nami Injili leo. Niliyekuleteya tafakari hii nimi ni Zakaria Nyambeke, Nyembeke, shirika la wa, wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari Kora, Mnogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.